Mambo vipi? Karibu sana local content, cha muhimu subscribe, like, share na comment kupitia hapa hapa local content. Na huu ni wakati muhimu wa kuweza kuangazia wachezaji ambao wanapaswa kuondoka Manchester ili kuisaidia klabu kuweza kujenereti fedha ambazo zitakwenda kusajili wachezaji wengine, ikitajwa kama wachezaji hawa karibu kumi au kumi na moja wakiondoka basi Manchester huenda ikapata kiasi cha karibu paundi milioni mia mbili na sitini hivi ambazo zinaweza kuwasaidia kwenda kufanya usajili wako. Wachezaji kumi tayari wamekwisha kuondoka klabuni, vijana karibu watano au sita na wakongwe wakiwemo Victor Lindelof, lakini yupo John Evans pamoja na Christian Eriksen. Hao tayari wamekwisha kuondoka, lakini hawa ni nyota kumi ambao Manchester huenda ikawauza. Wale wengine wameondoka wa bure kabisa lakini sasa tuangazie nyota uh, kumi na moja ambao Manchester ikiwauza inaweza kujenereti fedha ambazo zinaweza kusaidia kufanya usajili mkubwa katika dirisha hili ambalo lina hekaheka heka nyingi, na tukikumbuka sizon iliyopita ilikuwa sizon mbaya sana kwa Manchester katika historia yake. Kwa hiyo itakuwa ni sizon ambayo inahitaji kuwa bize zaidi, sizon ambayo Manchester watahitaji kuuza nyota namba moja ni Alejandro Garnacho. Huyu ni nyota ambaye tayari ameshapewa kwaheri kwa heri, na anaambiwa kutafuta timu nyingine, na anaweza kuisaidia Manchester kuingiza fedha ambazo zitaweza kuchangiza au kuchangiza kupata ihaji wengine. Vilabu kadhaa vimetajwa: Arsenal, Chelsea, Chelsea, Bayer Leverkusen ni vilabu ambavyo vimetajwa, na inaelezwa kwamba Bayer Leverkusen, baada ya kumuuza Florian Wirtz watakuwa tayari kuweza kumsajili mchezaji huyu. Napoli na pia kutoka Italia, wao tayari wamewasilisha ofa ile ya euro milioni hamsini ya ambayo Manchester walikataa, ikiwa anakaribia kama paundi milioni arobaini ambayo ilikuja mwezi Januari na Manchester walikataa. Kwa hiyo Garnacho ni nyota namba moja ambaye Manchester wanaangazia kwamba anaweza kusaidia kuingiza fedha kwa kuuzwa kwake, na inaelezwa ni kwamba Manchester watamuuza kwa paundi milioni hamsini kuanzia hapo. Kwa hiyo nyota namba moja kwa upande wa golikipa Andre Onana, kwa muda mrefu hakukuwa na taarifa wazaji ambao watakuwa wanauzwa, lakini sasa mambo yanaonekana kama yamebadilika. Hivyo Onana ni nyota mwingine ambaye Manchester atakuwa tayari uh, kumwachia. Kwa mujibu wa Whitwell, kutoka The Athletics anasema Manchester uh, hawajaweka sana kipaumbele cha golikipa lakini kipa, kipa, goal, kipa mpya, lakini Onana anaweza kuondoka na kuna tetesi ambazo zimekuwa zikitoka kule Saudia, kwa Onana anahitajika. Manchester wanamvalu uh, Onana kwa dola pauni milioni 27.8. Huyu ni nyota wa pili lakini goalkeeper Aita Bindira ambaye pia hakuna taarifa zote za usajili, kwa mujibu wa transfer market Manchester wanasema uh, uh, ni karibu paundi milioni 15 mpaka 16, lakini transfer market wanamwekea dola paundi milioni 13. Rasmus Hojlund, klabu ya International Milan ilionyesha nia ya kutaka kumsajili kwa hiyo Rasmus pia anatarajiwa kwamba ni nyota mwingine ambaye Manchester wenda wakaamua kuachana naye na Inter walikuwa wanaonyesha nia ya kuweza kumchukua mchezaji huyu kutoka Denmark, lakini sasa haijulikani kama itakuwaje. Inaelezwa kuja kwa Christian Chivu kuchukua nafasi ya Simone Inzaghi inaweza kuchelewesha mazungumzo ambayo ilikuwa Inter anataka kuyaanza. Na sasa tusubiri kuona, lakini kwa mujibu wa Manchester wanahitaji angalau pauni milioni 35 ili kuweza kumwachia Rasmus Hojlund. Antony Matheus do Santoshi kutoka Brazil ambaye alicheza kwa mkopo Real Betis msimu uliopita alifanya vizuri sana na klabu hiyo na bado anavutiwa kubaki huko, Real Betis kivutiwa kubaki huko. Changamoto ni fedha ambayo ilitumika kwenye kumnunua Anton. Hivyo Manchester wao wanataka Uh, kufanya utaratibu wa kumwondosha nyota huyo na Antony anatajwa dau lake ni paundi milioni thelathini na tano ambayo itasaidia Manchester kukusanya fedha nyingine. Marcus Rashford anaripotiwa kutakiwa na FC Barcelona ambao walikuwa tayari, lakini pia International Milan anaonyesha uh, pia utawa, utayari wao wa kumtaka Marcus Rashford ambaye anatarajiwa kurejea kwenye mazoezi ya Manchester hivi karibuni uh, Uh, Rashford yeye inaelezwa kwamba Manchester watahitaji angalau pauni milioni 40 ili kuweza kumruhusu. Kwa hiyo Rashford ni mtu mwingine ambaye anaweza kujenerate fedha kwa kuuzwa kwa pauni milioni 40. Jadon Maliki Sancho, mambo yamekuwa sio mazuri. Chelsea nao wameamua kumrejesha Manchester ambapo walilipa kiasi cha ile pauni milioni uh, tano peke yake. Uh, inaelezwa klabu kadhaa zilikuwa zinahitaji saini yake, vilabu vitatu kutoka pale England, lakini Borussia Dortmund walikuwa wanaweza kumchukua tena, japo kuna taarifa kwamba wanaweza kumchukua tena, lakini bado inaelezwa kwamba mkurugenzi wa Borussia anasema wana vipaumbele vingine. uh, kule Saudi Pro League inaweza kuwa chaguo sahihi la Jadon Malik Sancho, ukizingatia kipaumbele chake cha yeye uh, cha mshahara kuwa mkubwa. uh, nyota huyu Manchester wanamuuza wana na kwa mujibu wa transfer market thamani yake ni paundi milioni 28. Kwa hiyo tunaweza tukapata milioni 28 kutoka nye usajili wa Jordan Sancho ambao wengine wanasema ni 25 mpaka 30. Luke Shaw ni nyota mwingine ambaye Manchester inatarajia kuachana naye na analazimika kuondoka, lakini kwa vyovyote namna ya Luke Shaw na umri wake na zile injury inaonekana itakuwa ngumu kuweza kumuuza kwa fedha nyingi, na tayari muda ukiwa umeanza kumtupa mkono na injuries zikiwa nyingi sana Koyo. Kwa hiyo Manchester wako tayari kutafuta chaguo jingine la pili, ikiwa tayari yuko Patrick Dorgu na wanatafuta watatafuta mtu mwingine, na pia kuna bwana mdogo Harry Amass akiwa pale. Kwa mujibu wa transfer market imemwekea thamani ya paundi milioni kumi na mbili Luke Shaw kuweza kuondoka Mlinzi mwingine wa kushoto Tyler Malacia ambaye alichezea PSV kwa mkopo na walishinda ubingwa wa ligi ya Uholanzi ni nyota mwingine ambaye huenda akabakia PSV, aa, kwa mkataba ule wa kudumu inatajwa kwamba euro milioni nane ndiyo fedha ambayo Manchester watakuwa tayari kuipokea, aa, lakini transfer market wameweka dau la pauni milioni nane ili kuweza nyota huyu kuondoka klabuni Manchester United, lakini mwisho yuko Casemiro ambaye yeye amerejea kwenye kikosi cha Brazil chini ya bwana Don Carlo Carlo Ancelotti, na amekuwa akipata nafasi sasa Manchester katika michezo ya mwisho ya ligi. Huyu ni nyota mwingine ambaye alinunuliwa kwa gharama kubwa, lakini umri ukimtupa mkono na kipaji kinaonekana kinaanza kuchoka kutokana na siku zinavyokwenda. Saudia ndio sehemu pekee ambao anaonekana anaweza kupata fedha nzuri ya kulipwa kutokana na mshahara wake ule mkubwa wa paundi laki tatu na nusu kwa juma. Manchester wanaweza kuamua kuachana kiungo huyu moja kwa moja na kumwondosha Casemiro. Italazimika timu kupata sehemu timu angalau kutoka Saudia ambazo wanaweza kulipa mshahara ambao Casemiro anaopata ana pale Manchester. Kwa mujibu wa transfer market, wamemwekea dau la paundi milioni kumi kuweza kuondoka, huku Manchester wao wakisema anaweza kuuzwa kwa paundi milioni kumi na tano. Uh, kwa muktadha huu hao ndio nyota ambao wanaweza kuisaidia Manchester uh, kuchangisha mpaka kiasi cha milioni 263, uh, kama wachezaji hao wote watakuwa wanauzwa kwa wakati mmoja: Alejandro Garnacho uh, Onana, Aita Bainde, Rasmus Højlund, Anton, Marcus Rashford, Sancho, Luke Shaw, Malacia pamoja na Casemiro. Kwa kama wote watauzwa, kuna karibu paundi milioni 260 huenda ikapatikana ambayo huenda ikawasaidia Manchester kuspendi pakubwa katika dirisha hili la usajili ambalo lina heka heka nyingi. Hapo bado hujamtoa mtu kama Joshua Zirkzee ambaye huenda naye ana maisha mafupi ndani ya Manchester United. Subscribe, like, share na comment kupitia hapa hapa local content.